Kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii ni jeshi la Marekani limekaa chonjo katika eneo la Caribbean, katika ukanda wa Caribbean na tayari limekwisha shambulia mashua kadhaa kutoka nchini Kolombia, ambazo moja kwa moja Marekani inadai ya kwamba ni mashua ambazo zinatumiwa na wasafirishaji na wauzaji wa madawa ya kulevya kutoka katika mataifa ya Amerika Kusini ikiwemo Kolombia na Venezuela. Jeshi la Marekani limeshambulia mashua kadhaa kutoka nchini Kolombia ambapo Kolombia imefahamisha kwamba mashua hizo ni mashua za uvuvi. Vilevile utakumbuka kwamba mashua nyingine kadhaa kutoka nchini Venezuela katika eneo hilo la bahari ya Caribbean tayari jeshi la Marekani limeweza kushambulia mashua hizo, ni kitendo ambacho kilipelekea mvutano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Venezuela, ambapo rais wa Venezuela Nicolas Maduro, kwamba tayari jeshi lake limekwisha jipanga iwapo Marekani itachukua jukumu la kuendelea na mashambulizi dhidi ya mashua zake katika eneo hilo. Rais wa Marekani anaituhumu moja kwa moja Kolombia kushindwa kuwajibika kama inavyostahili katika jitihada za kupambana na madawa ya kulevya. Rais wa Marekani amefahamisha kuwa iwapo Kolombia itashindwa kusimama kidete dhidi ya mapambano haya dhidi ya madawa ya kulevya, basi Marekani itaifungia Kolombia misaada. Misaada ambayo Kolombia huwa ikitegemea kutoka nchini Marekani. Rais wa Kolombia pia anatuhumiwa kuongoza baadhi ya makundi ya wahalifu ambao wanaojihusisha na uuzaji wa madawa ya kulevya kutoka nchini Kolombia na kuingiza nchini Marekani. Kwa upande wake waziri wa ulinzi wa Kolombia kuhusu tuhuma hizo amefahamisha kwamba kitendo cha kumhusisha rais wa Kolombia na wahalifu ambao wanaojihusisha na biashara haramu hii ya madawa ya kulevya ni kitendo cha utovu wa nidhamu, akimaanisha kwamba kile ambacho Marekani inatuhumu Kolombia na rais wa Kolombia ni kitendo ambacho Kolombia haiwezi kufumbia macho, na serikali ya Kolombia kwa muda mrefu imekuwa ikipambana na walanguzi na wauzaji wa madawa ya kulevya, wakati ambapo ikiendelea kukabiliana na mashua ambazo Marekani inadai ya kwamba zinatoka nchini Venezuela kuelekea nchini Marekani. Marekani imefahamisha kwamba huenda ikaanzisha operesheni maalum ya ardhini nchini Kolombia iwapo Kolombia haitowajibika Unadhani ya kwamba jeshi la Marekani linaweza kuendesha mashambulizi kwa wakati mmoja ardhini nchini Kolombia na nchini Venezuela kwa kile ambacho inatajwa kwamba ni katika juhudi za kupambana dhidi ya makundi ambayo yanadaiwa kujihusisha na biashara haramu hii ya madawa ya kulevya, huku serikali za mataifa hayo ikiwa ni Venezuela na Kolombia kufumbia macho kile ambacho kinafanywa na Marekani katika ardhi yao, wakitaja kwamba wanaoshambuliwa na jeshi la Marekani ni wavuvi wasiokuwa na hatia.